na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu Bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Atunabudi kurudisha shukrani zetu za dhati kwake Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutupatia afya na kwa kutupatia uzima tukaweza kukusanyika tena katika kipindi chetu hichi kukumbushana mawili matatu yanaofungamana na, na Al-Qur'anul Karim leo insha Allah taala

ya kwamba katika tabu zake ya kutafuta riziki na kutafuta maisha ajitangulizie katika akhira yake katika mema na katika maovu na katika khairi na katika shari, kisha yatakuja malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. ya ayyuha al-insan innaka kadihun ila rabbika qadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminihi

na kule kumshirikisha Mwenyezi Mungu hapa duniani. fala uksimu bishafaq walaili wama wasaq walqamari idha tasaq latarkabunna tabaqan an tabaq. Kisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akaimaliza suratul inshiqaq kwa kuwahofisha hawa mushrikin na kama kuwaelezea ya kwamba yale munaoyafanya sio mtakwenda kupata maovu mbele

wa huqqa laha an tastami'a wa an tuti'a wa an tanshaqa min ahwali lqiyama, na ni haki kwa mbingu kusikiliza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kupasuka kwa zile ahwal na kwa yale matukio yatakayotokea yawma lqiyama. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataipatia amri mbingu ipasuke, mbingu ikunduke na mbingu itasikiliza amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wa, wa idha lardhu muddat, na siku hiyo ya Kiyama ardhi itakapozidi upana wake, itakapoondoka majabali yake na itakapoondoka yale milima milima ambayo kwamba yalikuwa ni midogo, kukawa ni kama sa'idin wahidin, uwanja mmoja flat kabisa wa alqat ma fiha wa takhallat, na yakatoa ardhi yaliyomo ndani yake na yakayaweka yote paruanja, katika madini, katika wafu walioko ndani ya ardhi, katika kunuza ambayo kwamba ziko katika ardhi, chote ambacho kwamba kilikuwa katika batni lardhi, katika utumbo wa ardhi kitajitokeza. Wa adhinat li rabbiha wa huqqat na ni idhni kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ifanye hivyo ardhi, na ni haki ardhi ifanye hivyo, kwani ni amri kutoka kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Hapa tunapata mpelekeshaji mambo ni Allah subhanahu wa taala, mwenye kuendesha mambo ni Allah subhanahu wa taala, sio kama wale baadhi ya watu atheists wanaamini dunia jipelekapeleka, wanaamini dunia Inajipeleka, pelea, inajipeleka peleka, hakuna mpelekeshaji dunia, kwambia ardhi hii ilipasuka, ilitokea ile big bang, wenyewe kwamba kuna hiyo big bang theory kulikuwa a big bang, mambo yakajigawanya, hizi planet zikajitokeza kivake, kama hapa kwenye ardhi zikaji zikajieka mbali zenyewe, yani mambo yanajifanya fanya wenyewe, lakini la hii ni mahaya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yaonesha ya kwamba aliyofanya yote ni Allah. wa adhinat li rabbiha wa huqqat, aliyofanya mbingu iwe vile. Sasa kabla haijakuwa, idha ssamau nshaqqat, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hivi mbingu ilivyojikusanya na hivi ardhi ilivyojikusanya

Mana wewe mwanadamu, amali zote ambazo kwamba unazifanya na bidii yako yote unayoifanya, kama ni katika masala ya maisha yako, biashara, kama ni katika masala ya dini yako na ibada zako, aqibatu kal maut, aqibatuna lmaut, sisi mwisho wetu wote ni kufa. Yote haya tunayoyafanya, kikomo chake ni kurudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. Kwa hivyo tujue ya kwamba kila tunachokifanya kila siku ambayo kwamba inapita kwanza, ni tunakurubia na siku yetu ya kuondoka duniani, na kila amali ambayo kwamba tunayoifanya tujue ya kwamba amali kama hii ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atatuwekea na atatulipa yaumul qiyama. Kwa hivyo ikiwa utafanya mema, utapata thawabu zako mbele ya Allah subhanahu wa taala na ikiwa utafanya maovu utapata madhambi yako mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kusema, fa amma man utiya kitabahu biyamini, hakika yule ambaye kwamba atapewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kitabu chake kwa mkono wake wa kulia, ambayo kwamba ni alama ya kufaulu fasaufa yuhasabu hisaban yasira, mtu kama huyu atahisabiwa hesabu nyepesi. Sahlan hayinan, hesabu itakuwa ni nyepesi. Yujazi ala hasanatihi wa yujawazu an sayiatihi, atalipwa mema yake na maovu yake atafutwa fa ama man utiya kitabahu biyaminihi, fa saufa yuhasabu hisaban yasira, atahesabiwa hesabu nyepesi. Na hapa tunasoma ya kwamba hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, zihesabuni nafsi zenu kabla hazijahesabiwa na Allah subhanahu wataala, tuwe ni wenye kuziangalia na kuzipeleleza nafsi zetu kabla hazijapelelezwa na Allah subhanahu wataala.

Ama tuingie peponi bighairi hisab, ni hapa duniani tuwe ni wenye kuzihesabu nafsi zetu, tuwe ni wenye kuzipeleleza nafsi zetu, tuwe ni wenye kuzirekebisha nafsi zetu, ili mbele ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala tupate hesabu nyepesi, tusipate hesabu nzito, tuwe na masala kutoka kwa Mwenyezi Mungu na tushindwe kuyajibu masala kama haya

kwa yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempatia katika fadhila zake na katika ukarimu wake. Sasa kuna upande wa pili. Wa pili wa amma man utiya kitabahu waraa dhahreh, ama yule ambaye kwamba atapewa kitabu chake kwa mkono wa kushoto nyuma ya mgongo wake, fa sawfa yad'u thubura, atatamani ateketee, aflie mbali atatamani aangamie asipatikane tena pale, kwa sababu ajua mimi kwisha, mimi yale yote niliyoyafanya, sasa ni wakati wangu wa kulipwa, na hili ni dalili ya kwamba malipo yangu leo yatakuwa ni mabaya. Fasaufa yad'u thubura, atatamani ateketee, atatamani aangamie, apotee kabisa. wayasla saira na ataingia katika moto wa sa'ir, moto mkali. Kwa sababu gani? innahu kana fi ahlihi masurura, yeye alikuwa hapa duniani ana furaha, alikuwa hapa duniani anajienjoi, anasahau kueka akiba yake yaumal qiyama, anasahau kujiwekea fudhul ama ziada ambayo kwamba itamsaidia yaumal qiyama

innahu kana fi ahlihi masrura, alikuwa akijifu, akijistarehesha, akawa amesahau kwamba kuna moto, akawa amesahau kwamba kuna pepo, akawa amesahau kwamba kuna kufa, akawa amesahau kwamba kuna kufufuliwa, akawa amesahau kwamba kuna kuhesabiwa. innahu kana fi ahlihi masrura. innahu dhanna an lan yahur yeye alidhania ya kwamba hatorudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kuna watu wanaamini wakifa ndo margaya yamekwisha, hakuna hesabu, hakuna kufufuliwa, hakuna nini wala nini. innahu dhanna an lan yahur, yeye alidhani hatorudi kwa Mwenyezi Mungu akahesabiwe kwa yale ambayo kwamba aliyoyafanya. Bala sivo, tarudi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Inna, hu, inna rabbahu kana bihi basira, hakika Mola wake subhanahu wa ta'ala hakuacha kuwa juu yake ni mwenye kumwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hakuacha kuwa juu yetu ni mwenye kutuona juu ya kila kitu hakuna kitu ambacho kwamba amba kinampita Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaendelea kusema fala uqsimu bishafaq, ai uqsimu qasaman muakadan bihumrati lufuq baada ghurubi shams. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ana apa na ule wekundu wakati jua linapozama, ukiangalia kwenye ufuk, ukiangalia kwenye horizon kule mahala ambapo kwamba jua linapozama ule uwekundu wa kukimbia mchana na kwa kuingia usiku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaapia fenomena la kama ile fala uqsimu bishafaq, wallaili wa ma wasaq, na usiku na yale ambayo kwamba yamebebwa ndani ya usiku. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anayapia mambo kama haya walqamari idha tasak, na jua ama na mwezi pindi linapokamilika mduara wake na pindi inapokamilika mwangaza wake, bimaana walqamari idha tasak. Na Mwenyezimgu Subhanahu wa Taala anaapa na ile ful mun latarkabunna tabaqan an tabaq, hakika mutapata dhiki juu ya dhiki mtapata shida juu ya shida, mtapata tabu juu ya tabu, kwa wale waliokosa kumwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu anatueleza ahwal na ahwal za siku ya kiyama, ya kwamba kutakuwa na tabu nyingi sana, kutakuwa na shida nyingi sana, kutakuwa na balaa nyingi sana. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aturokoe na shida kama hizi. Latarakabuna tabakan an tabaka fama lahum la yuminun, kwa nini hawa washirikina hawamwamini Mwenyezi Mungu? Dalili zote tulowaletea, evidence zote tulowapatia, maneno yote tunayowaambia, maelekezo yote tunaowaelekeza. fama lahum la yuminun, kwa nini hawaamini kwamba kuna walbaathu baada almauti

hata kishipa hakiwapigi, hata hawasongi even an inch kwa kusomewa alquran lkarim. Haiwagusi katika vifua vao, haibadilishi taswira yao, haibadilishi muonekano wao. fama lahum la yuminun wa idha quria alaihim lquran la yasjudun bali ladhina kafaruu yukadhibun

kwamba maneno gani haya, maneno ya kipuzi maneno yasiokuwa na maana. Bali ladhina kafaru yukadhibun. Wallahu a'lamu bima yu'un Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala a'lamu bima yajma'una fi sudurihim min alkufri watakdhib. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala anajua yaliyomo katika vifua vao katika ukafiri na katika uadui wa wao juu ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na waumini. Basi kwa sifa hizi zote, fabashirhum biadhabin alim, wape bishara kali kwa adhabu yenye kutia uchungu. Ai fabashirhum ala kufrihim wa dhalalihim biadhabin mu'limin mujiin, wapatie khabari ya Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawa kufaru Quraish